Utii, utii, utii una madhara makubwa sana katika maisha ya mwanadamu. Ni wazi kabisa kwamba watu wengi katika dunia hii, aa, maisha yao yameharibika kwa namna moja au nyingine kwa sababu ya utii wao. Na kama vile unavyofahamu mpendwa, tangia wewe mtoto mdogo, aa, wewe na mimi tumefundishwa kutii Yani, tii mtu ambaye anakuzidi umri, yani umtii mtu uh, ambaye labda anaweza kuwa ni kaka yako, uh, wazazi, hata na serikali zenyewe, tunaambiwa yani lazima utii. Yani ni nikutii, nikutii, ni kutii. Lakini uh, cha kusikitisha ni kwamba watu wengi hawafahamu uh, matokeo ya kutii na kama mpendwa, wewe ni mmoja kati ya watu ambao wamekuwa wanatii na kutii na kutii, a siku ya leo lazima ujifunze somo hili. Somo hili linakuhusu mpendwa, ili kwamba upate kufahamu madhara madhara ya utii, madhara ya utii. Mpendwa, kuna madhara makubwa sana, na watu wengi wamekufa vibaya, maisha yao yameharibiwa au yameharibika, yameenda visivyo kwa sababu ya utii ya uti mpendwa, maana sisi tunaambiwa kwamba kutini jambo jema, kutini jambo jema. Lakini siku ya leo mpendwa, naamini wewe mwenyewe utakuja kwaamua baada ya kusikia ujumbe huu wa leo. Ah, ninakusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ah, mpendwa na wewe mtazamaji unayetegea sikio popote pale ulipo katika siku ya leo. Ah, pia nikushukuru sana kuweza kuungana nami Uh, ninapokuletea ujumbe huu mfupi katika mazingira tofauti tofauti. Uh, mpendwa, naamini ni siku za mwisho na ni lazima tuihubiri injili kamili ya Yesu Kristo, uh, sehemu yoyote na wakati wote mpendwa. Uh, sio mpaka lazima uwe kwenye ma, ma, mazingira fulani fulani, mazingira mazuri sijui a, uh, au mazingira ya kupendeza. Hapana, hata hapa hapa unapopaona mpendwa, uh, lazima atakufikishia ujumbe tu na ujumbe huu ninaomba katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo ukapate kukujenga na kukuimarisha, aa, na, na kukupa um, a, njia mpya au maono mapya kuhusu aa, jambo hili ambalo tunaenda kuliongea katika siku ya leo. Maana mpenzi wa naamini Mungu a katika wakati huu wa nyakati za mwisho anaandaa watu au watumishi ambao watakuwa tayari Uh, kutangaza au kuhubiri injili kamili ya Yesu Kristo katika mazingira yote na wakati wowote. Uh, kwa hiyo mpendwa, pokea baraka hizi, pokea ushindi. Maombi haya ya kwamba neno hili lipate kukujenga na kukuimarisha na kukupa maono mapya na na fundisho la kuweza kukujenga na kukuimarisha na kukaa zaidi kiroho na kuimarika ndani ya Yesu Kristo mpendwa, apokea katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Na zaidi na zaidi mtegemee Yesu na sio mwanadamu, maana mimi sio kitu, wala kuna mtumishi yote ambaye yuko bora zaidi ya wewe. Sote tunamtegemea huyu Yesu Kristo. Na katika ujumbe huu mfupi wa siku ya leo mpendwa, nimependa tuongee kuhusu jambo aa, au neno moja fupi sana linaitwa utii, au kutii. Je, utii ni kitu kibaya au ni jambo zuri sana? Maana naamini hata wewe mwenyewe unapontegea sikio katika siku ya leo, tangia uzaliwe, unaambiwa tii, wewe hauna adabu, wewe tii, wewe tii. Lakini je, tunapo tii maana yake ni nini? Au maandiko anasema nini tunapotii, unapotii mtu au unapoonyesha hali ya utii Ah, maana utii manautii mpendwa, unakua katika mazingira tofauti tofauti, hata wewe kile unachokifanya maishani mwako kila siku ni kwamba unatii jambo lile e. <laughs> Kwa hiyo sasa, lazima ujue na madhara yake ni madhara ah, madhara yake au matokeo ya utii ni nini katika maisha yako mpendwa? Maana watu wengi hawafahamu jambo hili. Wala wataki kujifunza ili kwamba waelewe. Unaona wafahamu Je, ninapotii hapa kuna madhara yoyote, au maana yake ni nini? Ninapokuwa uh, nimetii mwisho wa siku kitakuja kutokea nini? Na ndiyo maana katika siku ya leo mpendwa, uh, neno hili uh, roho wa Mungu amependa niongee na wewe japo kwa ufupi. Naamini uh, neno hili litaanza kubadilisha uh, the way you approach things, or the way you used to approach people, yaani kama ulikuwa unatii watu fulani unaona labda huenda ukajifunza kitu au kuna neno hili litakuja ku, uh, kukupa maono au, au uh, picha nyingine kuhusu utii utii, mpendwa. Maana wengi tumeambiwa kwamba kutii ni jambo zuri, au usipotii uh, lazima utaadhibiwa. Sasa je, ni naye mtii hapa? uh, ni vizuri kutii kila mtu na kila jambo na nini na nini, mpendwa maana hapa ndio kuna shida mpendwa. Maana tumefundishwa kwamba kila mtu ambaye hata maandiko madharatifu yamesema kwamba atutii kila mamlaka. Sasa lakini ma, matokeo yake huko mbeleni yatakuwa ni nini? Maana unaona watu wengi wanahangaika, wanataabika, wanakufa vibaya kwa sababu ya nini? Wanaamua kutii tu hata kuuliza au ku, kuangalia kweli hapa. Ni sahihi mimi kutii? Katika mazingira haya nakuta serikali zinanyanyasa watu, zinatesa watu eh, au kiongozi fulani ananyanyasa watu, anawachukulia ninyi kama wanyama, bado mtu anasema ngoja, mimi ni tii. Sasa ndo hapa tunaangalia madhara kibiblia, a kibiblia mpendwa, madhara ya, au matokeo ya, ya, ya utii. A, na ndio maana ujumbe huu wa leo unasema haya ndio matokeo ya utii wako. Unapotii matokeo yake ni nini? Ampendwa kusoma katika uh, Warumi hapa kusoma katika Warumi sura hii ya sita uh, uh, sura ya sita hapa tukianzia, mstari some mistari miwili hapa uh, ku, uh, mstari mmoja hapa, mstari wa kumi na sita, maandiko matakatifu yanasema hivi, nami naenda kusoma katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ampendwa, Tunaongelea neno moja dogo sana utii, lakini tunataka tuone kumbe linaleta matokeo katika maisha ya mwanadamu, katika maisha yako hili neno linakuja kutoa matokeo fulani, na ndio maana watu wengi wamejikuta uh, na matokeo mabaya sana kwenye maisha yao. Hawakutarajia, wao walitegemea kwa kuwa na mti huyu mtu uh, matokeo yake basi itakuwa ni jambo jema, lakini sasa matokeo yake yanaweza kushangaza. Sasa hapa katika a, kitabu hiki cha Warumi sura ile yes, ya sita na mstari ule wa kumi na sita neno la Mungu linasema hivi: Je, hamjui kwamba mnapojitoa, hamjui kwamba kwa mtu yeyote, kama wa watumwa watiifu, ninyi ni watumwa wa yule mnayemtii aidha watumwa wa dhambi ambao matokeo yake ni mauti au watumwa wa utii ambao matokeo yake ni haki. Kwa hiyo unaona kuna matokeo ya aina mbili, kulingana na mtu yoyote. Maana amesema mtu yoyote, amesema hivi. Nitarudia, tuende taratibu, wapendwa. Haya ni maandiko matakatifu katika uh, kitabu cha Warumi hapa hapa. Mtu mwingine atakuja kuongelea dhambi tu, sawa? Hapa naongelea na dhambi, maana kuna mtu anayeishi maisha ya dhambi, anatii dhambi, sawa? Kwa hiyo kama natii dhambi, basi wewe ni mtumwa wa dhambi. Lakini sasa kasema a, na, na, na, na, na, na utii mwingine ambao matokeo yake a, ni, ni, ni haki kwa maana mtu ambaye hatii uh, mambo ya dhambi, yani utii wake hauko kwenye dhambi, anatii haki katika haki, yani kutenda mema na mazuri. Sasa hapa lazima wewe ufahamu, maana kun, wewe unaweza kuwa unamtii mtu lakini yule mtu sio mtenda haki. Sasa utii wako tunaweka kwenye grupu gani au kwenye kundi lipi? Unajua, kwa mfano serikali yenu haisimamii, haitetei haki za wananchi au za watu. Unajua mtumishi wenu a, a kuna watu wasiojiweza, kuna yatima, wajane a, watu wenye matatizo na shida za aina mbalimbali, lakini mtumishi wenu atetee haki kwa namna yote ile. Wewe unafahamu kabisa, lakini bado wewe unatii mtu yule. Hapa ndo, wapendwa, ina, inatakiwa uamke toka kwenye usingizi mpendwa. Maana amesema utiwa namna mbili. Akauliza swali kabisa. Je, hamjui kwamba mnapo uh, mnapojitoa kwa mtu yeyote kama watumwa watiifu? Yeah. Labda wewe ni mtu wa dhehebu fulani ukajitoa kuwa muumini mtiifu na unajua maovu yanayotendeka mule, au wewe umejitoa kuwa mfuasi mu, au mtu anayesikiliza muhubiri mu, mu, fulani ukaona kabisa uka, unaona kabisa yule mtumishi ameanza kubugibugi somewhere. Yaani, matendo yake sio tena ya kumtukuza Bwana wetu Yesu Kristo. Sasa unashindwaje kusema autii huu haunifikishi popote, haunipi haki, haunipeleki mbinguni? Kwa hiyo akasema mpendu wapi, akasema hivi yaani, je, hamjui kwamba mnapojitoa kwa mtu yeyote e. Si ninyi mnapendaga kujitoa kwa oh, nabii fulani eh. Amtumishi ah, fulani mwinjilisti fulani askofu fulani eh. Ah, ah, askofu fulani, mtume fulani wengine wanajiita na, ma, na majina makubwa makubwa, mzee wa pako, mzee wa nini, hawa watu mnawatii, lakini mnajua. Sasa nasema ukijitoa kwa mtu yeyote akaweka wazi, unajitoa unakuwa, anasema kama watumwa watiifu, anasema ninyi ni watumwa wa yule mnaye mtii. Eh, kwa hiyo wewe kama unatii serikali yako, kama unatii dini lenu au dini lako, na unajua kwamba hawa watu hawatende haki, mpendwa, lazima ufahamu wazi, ufa, ufahamu wazi kabisa kwamba hapa hapaendi vizuri hapa hapa someki vizuri. Mpendwa, lazima utambue kwamba mazingira haya sio ya kutii tena, maana nita, unajikuta mwenyewe unashiriki dhambi, kwa sababu natii mtu wa dhambi. Kwa hiyo ni kama vile maandiko yanavyosema kwamba ninyi hamsikii, hamtii kwa sababu ninyi baba yenu <laughs> Mungu sio baba yenu. Baba yenu ni nani? anasema ni Ibilisi. Kwa hiyo watu wengi wamejikuta katika mazingira ya namna ile. Una, wana, wamejikuta wanamtii shetani, wanamtii Ibilisi. Kwa hiyo mpendwa naomba mwanze kujichunguza kuanzia leo. Anza kujifanyia tathmini. Angalia hapa ulipo, mazingira unapoishi watu nao watii, je, ni watu wa namna gani? Lakini maana, kama hutafanya hivyo mpendwa, maandiko matakatifu yamesema wazi kwamba wewe unafanyika mtumwa wa yule mtu unayemtii, na anasema kuna, anasema aidha watumwa wa dhambi, ambayo matokeo yake ni mauti. Kwa hiyo unaona matokeo ya utii ambao ni wa dhambi. We unatii kabisa, unaona kuna dhambi au mambo yanayotendeka hapa, hakuna haki. Anasema utii wa namna hii, mpendwa, anasema matokeo yake au madhara yake, wewe utaishia kwenye mauti. Mauti hata kupata, mpendwa, ni maandiko matakatifu yanasemaga hivyo. Haya siyo maneno yangu. Kwa hiyo wewe, katika siku ya leo ninapoongea na wewe mpendwa, naamini ni Mungu anaona kwamba watu wengi wameishia kutii. Watu wanajua watu hao kabisa hawana tende haki kwa namna yote ile, na wewe lazima labda la, inawezekana ni moja kati ya watu hawa wanaotii tu. Unadhani kwa kuwa ni mtumishi yule aliwahi kuhubiri Yesu? Hapana mpendwa, maisha siyo hayo. Lazima wewe ujue kuchunguza hayo mazingira ulipo Usipofanya hivyo utajikuta wewe umekuwa umekuwa ni mtii na yule unaye mtii umekuwa mtumwa wake, na utumwa huo ni utumwa wa dhambi, ambao matokeo yake huko mwishoni ina itakuletea mauti mpendwa. Na ndiyo maana mimi na, ku, na kusii katika jina la Yesu Kristo kwamba siku ya leo usikubali kutii mamlaka yoyote Usikubali kutii amutu yoyote ambaye unajua kwamba anashiriki matendo ya sio ya haki au mambo ambayo ni maovu hayamtukuzi Bwana wetu Yesu Kristo au Mungu aliye hai. Kataa, kataa, kataa mpenuwa huu ni wakati ambao tunatakiwa tujulikane sisi ni wa, tuko upande wa Yesu au upande wa shetani. usije kadanganya mpendwa. hauwezi kuwa sehemu zote mbili. Aa, unajua wanasema kwa Kiswahili kwamba njia mbili zilimshinda fisi. Anaenda kwenye sikukuu anasikia vigeregere huko, anafika mapanda njia kule, anasikia kelele huko, anasikia njia anasikia kelele huko Yaani shamra shamra pande zote mbili sasa, yeye anajaribu afike pande zote kwa wakati mmoja, lazima utakufa vibaya. Kama wewe ni fisi lazima utakufa vibaya, unatamaa ile ya fisi. Na kuna watu ambao wanaishi maisha ya namna hii, anasema ngoja niweke mguu mmoja huku na mguu mwingine huku. Hapana mpendwa, haiwezekani eh. Kama kuna mtu yeyote unayemfuata kwenye maisha au serikali au labda uh, ma, ni mavyama kwa mfano uh, nchi za magharibi, kwa mfano tuchukulie Marekani, kuna chama cha Republicans, kuna chama cha Democrats au kiwa labda nchi uh, tuseme Canada, kuna chama cha Kiliberal uh, na chama cha Conservative. Hawa watu wanakuwa na misimamo tofauti tofauti. uh, kwa mfano uh, chama cha kidemokrati uh, cha Marekani. Ni watu ambao wanapromote mambo ya mashoga sana aa, ukiwa Kanada chama cha Kiribero wa, watu wanao a promote mambo ya, ma, ya ushoga aa, ya, ya mambo ya LGBTQ na kadhalika huko I2 plus vitu vya namna hii unaona. Kwa hiyo sasa wewe yani unajikuta wewe ni mwanachama cha, mwana wa chama hiki na vyama vingine unakuta ni vyama vya kifisadi, kuna uovu. Wewe unakuta huko hapo unasema, ah, na mimi ni Mkristo naenda kanisani ni Mkatoliki. Katoliki haikupeleki mbinguni. Ah, mimi ni Mpendekoste. Upendekoste hakupeleki mbinguni. Takufa vibaya wapendwa. Utakuwaje fisadi? Sasa wewe kumbe, usipojiangalia mpendwa, utaishia mahali hapa ambapo wewe unatii msimamo wa chama chenu au wa dini lenu. Eh, dini lenu nakwambia haki sawa. Ah, watu wote na ah, ah, nani, lakini nyakati tulizo nazo wapendwa, nyakati za mwisho, wanahubiri mambo mengine injili zingine, zingine. Ah, lakini lazima tusisahau kuambia watu tunaishi nyakati za mwisho, Yesu anarudi wapendwa aujiangalie sana usibaki nyuma huko mpendwa. Uh, ujihadhari sana usitwaliwe au uh, uh, uh, hawa manabii wa uongo uh, wasiwadanganye, waawapotoshaji hawa hawa wanaowarubuni hawa matapeli hawa, hawa, wa, wa, wa, ma, majambazi sugu uh, wanaojiita manabii wa upako na nini wanatenda miujiza na mambo mengine ambao mnafuatafuata hovyo hovyo, pendwa, huu ni muda ambao inabidi mimi na wewe tukae ndani ya Yesu Kristo siku zote. Mimi simtangazi, sisemi jina mtu ya mtu yoyote, habari na ninayo au ninao ujasiri mkubwa sana wa kulitamka jina lipitalo majina yote, na ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo mpendwa uh, usijitaabishe sana. Angalia wewe unayemtii je, anakupeleka kwa Yesu? Uh, maana wasije akakudanganya wewe. usipomtii baba yako au nani? Sasa kumtii kupeleka kuwa mchawi. Yaani wewe unaona anakupeleka pabaya eti mtii. Yaani wewe wanadamu mimi wanashangaza. Yaani wanaku, wanakuambia kwamba wanakuonyesha usipomtii askofu wenu au serikali yenu. Yaani serikali yenu ni mbovu, ni shetani ni ushetani uliopindukia afu wanakwambia tii serikali au wahubiri wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa siku hizi wachungaji maaskofu wanashindwa wa kukemea, wanatii shetani shetani. Sasa mnaenda wapi wapendwa? Yani, ni, yani mimi hii nani, inamaanisha yani mtu yeyote asiyekemea haya maovu tunayoyaona katika dunia hii, huo ni ushoga, unyanyasaji wa haki za kibinadamu, mateso watu ku, uh, kupitia maisha magumu kwa sababu ya watu wachache wanaojinufaisha uh. Halafu wahubiri mnakaa macho mnakodoa kodoa, mnaambia watu pokeeni baraka, toa mbarikiwe, na nyinyi ni mafisadi walewale wale. na ninyi ni mafisadi, mnashindwa kuwakemea hawa mafisadi hawa wa serikalini hawa wanaopromoti au vyama vyao vimekalia ufisadi na na kupromote mambo ya ya kishetani, mnashindwa kuwakemea alafu mnatuambia ninyi mnamtumikia Mungu. Mungu gani anayekubali maovu haya yatendeke? Ninyi wote mmekuwa watumwa, kwa sababu mnamtii huyu anaye anaye tenda dhambi asiyetenda tenda haki. Na ninyi of course you are one of them, lazima mtakuwa wa moja wao, mtakuwa wanachama sio. Mpaka uone wanachama wao kishamu support yule mtu, unashindwa kumkemea basi mko njia moja, wewe ni njia moja, chama kimoja kile kile cha hawa. Ambao matokeo ya utii wenu watumishi, ambao natii serikali mbovu, itakuwa ni mauti, maana Mungu atakuuliza kama ulihubiri. Mbona watu wale walikuwa wanateseka? Mbona walikuwa wananyanyaswa? Mbona serikali ilikuwa ni mbaya, kama ile ya, ya makina, ya wafarao mbweha, ambayo Yesu alikuwa anaita, wewe mbweha wakina Pirato na mafisadi wengine wengi ambao wamejaa na watu ambao wa, wa, wa, wa, wanaruhusu maovu na mambo mabaya yatokee katika dunia hii. Kwa hiyo wapendwa, ndiyo maana tunasema lazima wahubiri, tukemee uovu wa namna yoyote katika dunia hii, tusikubali kuwa watumwa au watii wa maovu wa dhambi. Hey, maana amesema watii wa dhambi. Usijui kauchukulia dhambi tu kwa sababu ya ulevi ya uzinzi sijui ya, ya kuroga, wanaoiba wa je, wanaoiba kupitia serikali, wanaoiba kupitia vyama vyao, wanao promote ah, mambo ya kishetani kupitia vyama vyao. Kwa wapendwa, akasema hapa, amesema kuna utii ambao ah, matokeo yake ni mauti na kuna utii mwingine ambao matokeo yake ni haki. Sasa wewe mwenyewe ndo utajifanyia utaji tathmini hapa, ndio utajichunguza mwenyewe waangalie. Je, kwa utii huu nilionao? Unajua kama watu wa dini wa Kipendekoste wamefia ndani ya dini kwa sababu ya utii wanati huyo, oh, ni mchungaji baba huyo, oh, ni askofu wetu alala, ameteuliwa na Mungu, ameteuliwa na Mungu akemee serikali, serikali ambayo inaruhusu maovu na mabaya hakemei dhambi yani wapendwa mtajikuta sehemu mbaya sana na mtakufa vibaya wapendwa mimi naamini hapa mungu yuko anaongea na watu wenye akili hapa waelewe wachunguze mazingira yale wewe uko katika mazingira ya namna gani utii wa namna gani na matokeo yake usiangalia tu kutii angalia matokeo matokeo ya utii wako je Ha, hapa ninapoti kweli hapa ni sahihi. Haijalishi kama ni mzazi wako. Mimi siwezi nikamkubali baba yangu mzazi au mama yangu mzazi. Eti ni muti anifanye niwe mchawi. Eti ndo kwa sababu ni mama yangu mzazi. Sasa Mungu na mama yangu mzazi yupi mkubwa? Mungu na baba yangu mzazi nani mkubwa? Mungu halinganishi na chochote. Heshima anayopewa Mungu ha, hawezi akapewa mwanadamu yeyote. Huu ndio kweli usiopingika mpendwa, na ndio maana neno la Mungu nakwambia, yeyote naye asiyempenda Yesu kuliko baba yake mama yake mke wake watoto wake shangazi zake mali zake na nini, yaani asiyempenda Yesu kuliko hata uhai wake mwenyewe, maandiko matakatifu yameweka wazi, akasema ya kwamba huyo sio wa Yesu Kristo. Kwa wapendwa, mimi nimewaletea ujumbe huu katika siku ya leo ili kwamba tuchunguze utii, utii Utii mpendwa, ni neno fupi sana, neno dogo sana, utii, ambalo lina herufi labda kama tatu, ni zinakuja kuwa ine kwa sababu mbili zinajirudia. Utii neno dogo sana, lakini matokeo yake mwisho wake unaweza kuishia pabaya sana, mauti. Na hapa tunaongea, tukiongea mauti, mpendwa, ni kifo cha milele, yani wewe unakosa uzima wa milele kwa sababu eti unatii serikali, serikali eti hakuna kuikemea serikali, eti wahubiri. Mimi kadini Mungu aishivyo, na nianze kuhubiri injili kamili ya Kristo, nitakemea kila mwanadamu yeyote hapa katika dunia hii, maana naamini hakuna mwenye thamani, hakuna aliye bora kuliko mimi, wala mimi sio bora kuliko mwanadamu yeyote hapa duniani. Wapendwa naamini ah, kwamba wewe unajua matokeo ya utii wako. Je, ni haki ni uzima wa milele au ni mauti hapo, we, we mwenyewe utaamua. Mpendwa ndugu na we mtazamaji, ubarikiwe sana kupokea ujumbe huu katika siku ya leo, nami naishia hapa na kubariki katika jina la Baba na la Mwana na la Mtakatifu. Amina.